West TV. Ambalo Jean Ahoua huyu mm, alifunga. Hapo ndo una utata mimi. Uh, mimi nilimuona James Mwashinga alipiga tackling ambayo alipata mpira kabisa, tena ikiwa clean. Akashika mpira kwa mguu, akapata mpira kwa mguu. Lakini kwa sababu budu alikuwa kwenye kasi, mwamuzi alihisi budu amecheza madhambi. Shomari Lao akatoa free kick. Ile free kick ndiyo Jean Ahoua akafunga bao la pili. Kwa kwangu mimi Simba pale wamenufaika na mapungufu ya mwamuzi Shomari Lawi mm. wao wanalawama ni muamuzi tu mwenyewe, kafanya mapungufu, wao ame take eh, advantage ya free kick, then chance, amefunga ambayo tunaweza tukasema ni makosa kibinadamu, kama As... siku zote huwa ambavyo tunasema sasa nikisema hapana maana anakiwa na uhakika kwamba Lawi amefanya vile kwa dhamira. Naishia kusema kibinadamu. Maana yake na, na yeye kama hujaona usiamue ndo la kibinadamu. Yeye ameona kwa mtazamo wake ni faul, eh. Sasa, mimi nikisema hilo ni kosa la like, kibinadamu mm, na takiwa like, nionyeshe mazingira kwamba lau yalikuwa na wakati mgumu kuweza kushindwa kuamua tukio yani mm, kama kuna kuna offside nyingine tunasema za like, kibinadamu kwa sababu inakuwa nyembamba. Eh, assistant na yes, assistant number one. Anaangalia mpira unapotoka afu hapo hapo arudishe macho aangalie kwenye mstari wa mwisho nane kazini mm. unakuta mtu kazidi kidogo, yeye akuona hiyo, unachukua unasema hii ya kibinadamu mm. sababu hata ungekuwa wewe tu umepesa macho haraka hivyo uwezi, kuna muda mpira una move haraka sana mm. na position ya mabeki. Kwa hiyo lela jana kwangu mimi ni sio faul. Sasa tayari goli mbili bila dakika 37. Pamba wanaangaliana. Bwana tulipanga tujae. Tudi, sasa tushafungwa mbili. Ei, nilisema no. Joshua Mutale Budo Mutale. No. Mm. <laughs> eh, yeah, okay. mm. Anaweza kucheza kwenye maeneo membamba kwa sababu anakasa anapata advantage ya umbo lake dogo, anapenya mno kwenye njia za mpira. Lakini yeye, hey, game yake ni give and go, umenipa nimekupa, mmefungua nafasi mm -hmm. akitoa pasi yabaki hapo hapo, anaenda kwenye shimo, unampa tena. Na kwa hiyo yeye na Mpanzu na Jean Ahoua, ukiona anavyopigana zile pasi, kuna muda una, unaona ah, mabeki ni ngumu kupata sasa mm -hmm. Mutale anaifanyia vibaya mno sasa. Mimi sasa nasema wanaocheza na Mutale kuna sehemu ndo hawajui game yake ikoje, yeye anapata wakati mgumu kucheza nao Yes, awamjuli, yani, um, eh, yeye sio um, mtu ambaye anakumbatia kumbatia mpira bila sababu, ni kwamba nimekupa mimi naenda kwenye nafasi, aidha yeah. unipe nikurudishie au mpe ile kwenye nafasi. Neno uzuri kabisa game ya Joshua Mutale Budo. Ni gusa ni gusa gusa achia, achia, twende kwao. Anakuja kwa sababu Budo sasa hivi ndio kama traffic wa Simba. Anaelekeza msafara. Mechi ya pili, sababu maamuzi yote eneo la mwisho anayaratibu yeye. Jean Charles Ahoua angefunga goli tatu anaongoza kwa magoli uh, wako naimba, MVP, MVP, mm. Msimu, mm, lakini pia mashabiki wako MVP m msimu huu, lakini ukimsikiliza mwalimu anavyosema dakika 20 tu kijana alishaomba kupumzika, lakini mwalimu anasema waliendelea kuvumilia kuona inakuaje, mm. Baadaye hali ikazidi kuwa mbaya zaidi wakaamua kumpumzisha Ndip. Yani kuanzia dakika ishirini, mm. kijana anapambana wakati kashaumia kwa mujibu wa mwalimu. yeah. mimi na taarifa za kikachero kuhusiana na hali mm. ya afya ya JCA, mm. Jean Charles Ahoua Jean Charles Ahoua aliumia tokea mechi ya Stellenbosch na Simba, kabla ile mechi kule Zanzibar mm -hmm. Alipata knock kidogo akawaeleza, lakini kutokana na Umu namna alivyokuwa anajisikia na yeye mwenyewe kusema anaweza kupush na umuhimu wa mchezo, Jean Charles aliendelea kucheza, aliona awe mzalendo kwa muda ule, timu inamhitaji hawezi kuwaacha, akaona apambane kiume, na ndio watu walioji. Mbona anarudi tena huyo? eh, Jean Charles huwa kwenye ile mechi alifunga bao ambayo limefanya Simba iende finali. Kwenye ile mechi alikosa nafasi, lakini kabla kukosa nafasi, tunakumbuka kuna time alilala chini na alishusha socks na guard kuonesha mguu unauma afanywe mabadiliko na alionyesha ishara, lakini hakuweza kutolewa kwa muda ule. Hii ni mechi ya Stellenbosch. mm. kama mnakumbuka mechi inayofuata ilikuwa away, alicheza lakini, baada ya Simba kumaliza issue ya finali, kuna mechi alikosa ya mashujaa, kama mnakumbuka. mm. mm haya liko kwenye matibabu ya kumfanya rudi sawa. Sasa mechi iliyopita amini yapamba akarejea kutokana na anavyojisikia na, na umimu wa mchezo. Sasa ndo kucheza mchezo wa jana ikatokea amefunga uh, penalti amefunga free kick amefunga goli la kichwa. Baadaye kashaona kocha aliona kashafanyaje, kashatoa mchango wa kutosha, na yeye mwenyewe akamkumbusha, bana najisikia tofauti na naona kama na maumivu yanarudi, ndio kubidi kumtoa. Kwa hiyo Jan Chaza huwa anacheza na maumivu, kwa anacheza akiwa mgonjwa tokea mechi. Sasa mtu anacheza na maumivu na ndio hivyo, mzee wa hattrick akipona. yeah. yeah, mm. Sasa hivi ninavyozungumza amefunga mabao 15 ndio mzaji mm. anaongoza kwa kufunga na ana asisti saba mchezaji pekee alihusika kwenye magoli mengi kwenye ligi kuu mabao 22. Yeah. Anafuata Prince Dube ana 20, alafu anakuja hapa kwa Mesusua mm -hmm. ana mabao 18 ya kuhusika, tisa ya kufunga, tisa ya kutoa pasi kwa maana assist. Kwa hiyo Jean Charles kwa, kwa, kwa, kwa Simba anazidi kushinda vita yake kwa, kwa vitendo. Ukosoaji ni mkubwa, yani imefika tu watu sasa ndio wameshaingia kwenye mfumo wa 80 una, <laughs> lazima utamwita hivyo, anakuwa kashatumika sana. Mimi ninavyofahamu mm. mm. mm. walioweka wazi kwamba bonus ya Pamba mm. ikitokea inapata ushindi kwenye mchezo wa ligi kuu na timu ambayo sio Simba, sio Yanga, sio Azam, bonus ni milioni kumi. Mwanzoni kabisa ikitokea wanapata ushindi dhidi ya Simba, Yanga au Azam inakuwa milioni kumi na tano. Ndio. Yeah. Sasa na mimi pia niliona kwenye mitandao ya kijamii kwamba watu walikuwa wanaandika milioni hamsini ikitokea Pamba anapata sare na Simba na milioni mia kama ikitokea watapata ushindi. E, kwa namna ambavyo kama hiyo ilikuwa na ukweli au haina, lakini wachezaji wa Pamba wajana kuonyesha kama ni wachezaji wanawania milioni mia au sare milioni hamsini Yaani sikuwa nimeona iko kitu. Mm. Yawezekana dakika 37 goli mbili zimewakata lakini bado ni dakika nyingi kutosha kuonesha kwamba unapambana. Yes, eh, kutacha amezungumza namna ambavyo timu yao ilisajiliwa mpaka kufika hapa. Ukitazama majina ya wachezaji wa Pamba na uwezo wao unaweza usikubali kwamba hawaakisi kuwa pale kwenye hatari ya playoffs kwa sababu ya quality. Lakini tukiwa kweli, ni kwamba Pamba walianza msimu na wachezaji ambao, eh, hawana quality kama hii ambao wako nayo. Kwa hiyo, dirisha eh, la mwezi Januari limewasaidia kufika hapa. Yaani hapa tunavyoona na wachezaji wazuri wako hapo. Wasingewasajili. Hebu waza wangekuwa wapi sasa hivi? Huenda wangekuwa kama Ken God amesha au God wako nafasi ya Kagera. Sijui umeelewa. Mm. Lakini sayansi ya mpira inataka wachezaji waungane na kocha na mbili. Hawa muda hawana reaction. Kila mechi kwao ni tuff. Tena niheri wakati mwingine kutana na Simba na Yanga. Unakuwa una mahesabu mengi kwa sababu uwezekano mkubwa wa kufungwa upo lakini ukiwa uka mm -hmm. na mahesabu mengi na hizi club nyingine, unaweza ukaweza ukafanyaje, ukapambana. Sasa Pamba akikutana Simba atauma meno, akikutana Yanga atauma meno, ameuma meno na Azam amshinda. Lakini kutana hizi timu nyingine ambazo zina hatari ya kushuka, wanacheza kwa kujuana, imewapa tamu. Unadhani ana kazi ya ziada ya kufanya? mm -hmm. mpango wa kujilinda zaidi huu, mm -hmm. kuna namna natakiwa uboreshe kwa sababu wanao wachezaji wanaweza kuruhusu Pamba kushambulia zaidi kuliko hii anaojilinda, anakaribisha hatari, anakaribisha pressure, ana anainvite makosa, wanaadhibiwa mechi. Na, na, na mtindo wa kujilinda maji na tunu wa pamba mm-hmm unawatengenezea wapinzani wao nafasi. Mm. Kwa sababu jana magoli yote wanayofunga wao wako kwenye nafasi wengi tu. Lakini zile overload maana idadi kuongeza idadi kuna kufanya na wapinzani. Basi wao wanaacho walipokuwepo mwanzo. Unakuta hao Simba wanaondoka ndgame nyingine. Sasa mtindo wao wa kujilinda unawatengenezea wapinzani nafasi. Hayo ndio maeneo ambayo nimeona ile positional discipline wakati wa kudefend ya Pamba inawagharimu karibu msimu mzima huu. Kabla ya miziro, wakati wa miziro uwezo wa wachezaji wao kuhama kwenye matukio ndio eneo ambalo linawagharimu. Kila jana magoli yote wao wow, wenyewe acha fouls mpaka mtu ana flow anaingia, angalia anakotoka. Mutale aliyepigiwa pass, zinapigwa kwenye maeneo ambayo wapo watu. Tafsiri yake ni kwamba wao, namna wanavyojilinda, wanawatengenezea wapinzani nafasi. hmm. Sasa hili ndio nalo gharimu hili. Mechi ya jana tulikuwa tunasubiri watafungwa sangapi? <laughs> Yani kama mtu akaangalia mechi hakuna mahala. Hey, Pamba tunasikilizia tunasikilizia, eh, tu hmm. Bwana Simba hii ya msimu huu wanakwambia wao wako katika harakati za kujenga kikosi lakini Ah, tumewashitukia. Sio kujenga kikosi kwa namna hii, kwa sababu mpaka sasa wapo katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika lakini pia wapo katika mbio za ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, na katika michezo ambayo hawakucheza, yani viporo wanaendelea tu kuvitafuna. Walikitafuna kiporo cha mashujaa goli mbili kwa moja, wakatafuna kiporo cha JKT Tanzania goli moja kwa sifuri, wakatafuna kiporo cha Pamba Jiji kwa ushindi mkubwa wagoli tano kwa moja magoli matatu ya Jean Charles Ahoua, lakini pia magoli mawili ya Cristiano Lionel Mbida yanafanya Simba anapata ushindi mwingine mkubwa kabisa msimu huu dhidi ya kikosi cha Pamba Jiji. Kwa hiyo ubora wa Simba umeendelea kuimarika kila siku, umeendelea kuimarika hasa katika kikosi ambacho kocha Fadru anakianzisha kila mchezo. Yani ile rotation anayoifanya imeendelea kuwa bora sana kwa kikosi cha Simba. Tunaona mpaka sasa e, wachezaji wote wa kikosi cha Simba wanacheza, wale waliokuwa benchi e, kina Joshua Mutale kina m... Edwin Balua lakini pia kina ladaki cha Simba kina Agustin Okjefa Debra Fernandez kina uh, Valentine Noma tunaona wanacheza mpaka kina Kevin Kijeri bila kumsahau David Kameta Duchu. Kwa hiyo rotation ni kubwa sana ndani ya kikosi cha Simba, lakini kila mchezaji anaingia anaonesha kitu bora sana. Lakini uzuri na ubora zaidi ni ubora wa Joshua uh, Mutale pamoja na Jean Shalehewa. Joshua Mutale yuko bora sana uh, katika michezo mitatu hii mfululizo akianza na akionyesha kitu kikubwa, na akianza kuwapa matumaini wanasimba kwamba huyu ndiye Joshua Mutale waliokuwa wanamtaka. Lakini kwa upande kwa lehe, wa Jean Charles Ahoua, yeye mpaka sasa tayari ana ya magoli yake kumi na tano katika ligi kuu Tanzania bara akitoa asisti saba, lakini pia katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ana magoli matatu na pasi za mabao mbili. Mchezaji bora sana ndani ya kikosi cha Simba, na anaendelea kuwapa nguvu hamasa Simba Sports kwamba msimu huu lolote linaweza kutokea, wanaweza wakachukua treble, yaani wakachukua kombe la shirikisho barani Afrika, wakachukua ligi kuu, lakini pia wakachukua kombe la CRDB Federation Cup.